E, bwana mmoja kati ya wadau ambao huaga tumewazoea wakiwa wanamsifia na kuzungumza mengi mazuri kumhusu Harmonize Cond Boy. Hapo namzungumzia Mr. Pimbi. This time around ni kwamba Mr. Pimbi bwana amekuja na mtazamo mwingine tofauti kidogo. Kwa namna moja au nyingine, ni kwamba Mr. Pimbi bwana ameamua kudondosha sifa kwenda kwa Diamond Platinum. Mara nyingi huwa tunaona kwamba Mr. Pimbi huwa anamkandia, anamponda, anamsema Diamond na kuwasifia wasanii wengine ikiwemo Harmonize na Rayvanny, lakini this time around ni kwamba upepo umechange. Ikiwa sasa hivi hapa tumefikia mwezi wa sita huu, nadhani kila mtu atakuwa anafahamu kwamba tumeshakata kata mwaka nusu e, mwaka elfu mbili na ishirini na tano huu ni mwezi Juni. Na katika mwezi huu Juni bwana, ni kwamba Mr Pimbi bwana ameamua kulizungumzia sakata zima la wasanii na jinsi ambavyo wanavyoperform katika stage mbalimbali, yaani swala zima la show performance ambazo wanazozifanya katika maeneo mbalimbali hapa Tanzania ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Kwa mujibu wa Mr. Pimbi, ameamua kumzungumzia kumzungumzia Diamond Platnumz, ndiye ameibuka kinara mpaka sasa hivi hapa uh, ikiwa tayari nusu ya mwaka ni kwamba kwa mujibu wa Mr. Pimbi ameamua kufunguka wazi wazi na ameamua kuweka uwazi na ukweli kwamba Diamond ndio msanii ambaye amefanya show nyingi sana za thamani nje ya Tanzania. Diamond amefanya show Ghana, Diamond amefanya show Nigeria, Diamond amefanya show Uganda, amefanya show Kenya na pia vile vile amefanya show amefanya shows, amefanya show Zambia. Na hivi karibuni ana show tena nyingine. Lakini hawa wasanii wengine wanafanya show sana sana ni za hapa hapa ndani za serikali, hakuna show nyingine yoyote yote ile kubwa ambayo wasanii wengine wamekuwa wakifanya. So Mr. Pimbi amelizungumzia hilo swala kiundani zaidi. Hebu msikilize hapa akiwe, aki, akiacha maua yake kwa Diamond. Mwezi wa sita, msanii ambaye amefanikiwa kufanya show za kimataifa na kubwa ni mmoja tu, lazima tuwe wawazi ni Diamond Platnumz peke yake. Tunapozungumza hapa sasa hivi, tarehe 13 ana show la Uingereza, tarehe 14 ana show ya Uingereza, tarehe 15 au 16 ana show ya Uingereza, show tatu mfululizo. Ukiacha kuhesabu hizi show tatu mfululizo, Diamond kufanya show zaidi tu ya tano Kufanya uh, England. Wasanii wetu wengine waliobakia wamefanya show wapi? Ukiachana na hizo show za huko ndani wamefanya show wapi? Kuna anguko kubwa. Badala ya wanamuziki wengi kupanda chati, Kinachofuatia wanamuziki wengi waliokuwa wakubwa wako wanaanguka. Naomba tuliisha comment hapo, wasanii waliokuwa na majina makubwa ambao wanaporomoka wanaanguka, kwa kifupi wapo. Mimi nawajua, wewe nisaidie kutaja ya. So hivyo ndivyo alivyozungumza Mr. Pimbi, na amewambia mashabiki zake hapa waweke maoni, na of course hapa watu wamekuja wameweka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 tableti zaidi.